Shikamo wakubwa, shikamo waheshimiwa, shikamo watu wengine wenye heshima fulani. Nawasalimia wadogo wangu, ndugu zangu, nawasalimia nyote wapenzi wafuasi wa chano yangu ya tunza silaha, na wasalimia kila mahali, mbapo mulipo, na wasalimia sana. Kwa hivyo nawakaribisha kwenye chano yangu pia ambayo inaitwa katunza silaha. Hivi leo kutokana na jinsi ambavyo niliombwa na wafuasi wa chano yangu, waliniomba kuwaelezea ama kuwafafanulia methali ya Kiswahili ambayo inaitwa usitukane mkunga na uzazi ungalipo. Usitukane mkunga na uzazi ungalipo. Tunaposema usitukane mkunga na uzazi ungalipo, kuna wengine ambao utasikia wanasema usitukane wakunga na uzazi ungalipo. Usitukane wakunga na uzazi ungalipo. Kwa hivyo usichanganywe na hivyo, kwa kuwa usitukane mkunga na uzazi ungalipo hakuna tofauti na usitukane wakunga na uzazi ungalipo. Tofauti iliyomo ni ndogo sana na haitabadili maelezo ya methali. Tofauti ni kwamba usitukane mkunga na uzazi ungalipo ni katika umoja neno mkunga wameli wa, wameliweka katika umoja na ustukani wakunga na uzazi ungalipo hapo ni katika wingi neno wakunga kunga, wameliweka katika wingi. Kwa hivyo methali hiyo haitakuwa na tofauti kabisa, ni sawa kifani hata kimaudhui ni, ni sawa. Kwa hivyo karibuni katika maelezo. Kama nilivyowaambia awali tangu zamani tunapos, tunaposema methali tukaifafanua tutagusia kwenye vipengele viwili vikuu. Tutagusia kwenye kipengele cha fani na kipengele cha maudhui. Hapo tunaposema kipengele cha fani ni kueleza maana ya maneno ambayo yanaunda methali hiyo tu. Hapo katika kipengele kip, katika kipengele cha fani tutaeleza maana ya maneno tu lakini katika kipengele cha maudhui tutaeleza ujumbe uliomo, tutaeleza meseji, tutaeleza funzo au somo ambalo linapatikana katika hiyo methali. Tutaeleza onyo, methali na tuonya nini? Kwa hivyo katika, me, katika methali hii nitaeleza fani na maudhui. Kwanza nianzie kwenye fani, nianzie kwenye fani ya maudhui, uh, kwenye, um, uh, amini kwenye, fa, uh, kwenye fani ya methali hii tunaposema usitukane mkunga na uzazi ungalipo, hapo kuna neno usitukane. Nianzie kwenye maelezo ya maneno ambayo yanaunda methali hiyo. Wanaposema usitukane, ni kama kukuambia usituke. Kutukana ni kutuka, ni kutoa matusi ni kusema maneno mabaya juu ya mtu fulani, maneno ya kumudharaulisha, ya, ya ya matusi. Mnajua the insults katika Kiingereza na katika Kinyarwanda nadane, wanasema ibituti usitukane mutuke. Kwa hivyo wanaposema usitukane mkunga na uzazi ungalipo, usitukane, wanakuonya usi mutuke. Kwa hivyo, tugusie kwenye neno mkunga. Mukunga ni mtu, ni kila mtu ambaye anasaidia kina mama kujifungua mtoto. Kila mtu ambaye anasaidia kina mama kujifungua mtoto pale hospitalini, tunasema ni mukunga. Yule bingwa wa kazi ya kusaidia kina mama kujifungua hospitalini, tunasema ni mukunga. Jina lake ni mukunga, jina la kazi huyo muganga huyo, muganga hospitalini ambaye anashughulikia kazi ya kuwasaidia kina mama kujifungua watoto tunasema ni mkunga. Kwa hivyo sehemu ya kwanza ni kama ni kama tumemaliza. Usitukane mkunga, uh, usitukane mkunga. Hapo anakuonya usimtuke huyo muganga ambaye anasaidia kina mama kujifungua. Uh, usitukane mkunga na uzazi ungalipo. uzazi Tunafananisha uzazi kama ile hali ambapo kina mama, ama ile hali ambapo mama fulani anajifungua, wakati ana, aku anajifungua aku katika hali ya uzazi. Uzazi wakati ambapo mama anajifungua au katika hali ya uzazi. Kwa hivyo kwa kwa uzazi. Kwa uzazi ni hali ya kujifungua. Tukiunganisha hayo maneno yote, yatatuletea kupata methali ambayo nasema, usitukane mkunga na uzazi ungalipo. Kwa hivyo hapo wanakuambia nini katika maelezo kwa ujumla ya maneno hayo? Wanakuambia usimtuke huyo muganga ambaye anakusaidia kujifungua wakati ambao hujamaliza kujifungua, wakati ambao ako angare anakusaidia kujifungua wewe usimutuke, usimwambie maneno mabaya, kwa kuwa ikiwa yeye anakusaidia wakati huo na ukamtuka, ukamumwagia matusi, yeye kwa uwezo wake anaweza kufanyia jambo baya akitaka, na mtoto wako anaweza kumuua, akakwambia mtoto amefia katika uzazi, amekufa wakati ambapo alikuwa unajifungua, hutafanya chochote. Kwa kuwa yeye ni mganga anakira, ana uwezo juu ya mtoto huyo, pia ana uwezo juu ya maisha yako wakati huo. Kwa hivyo ukitaka kumwambia maneno mabaya huyo mganga, subiri wewe umalize kujifungua, subiri amalize kukusaidia. Lakini hata amalize kujifungua, kama onyo, usimutuke kwa kuwa sio tabia nzuri, sio maadili ya kila mtu. Usimtuke kabisa, lakini kwa maonyo ya methali wanakwambia usimtuke wakati, amba, wakati ambao angali anakusaidia kujifungua. Hapo ni maelezo ya kifani kuhusu methali hii, huyo bingwa wa kazi ya kukusaidia, usimtuke wakati ambao angali anakupatia msaada. Kwa hivyo tuingie katika maudhui ya methali hii. Maudhui ni somo amafunzo. Methali inatufundisha nini? Inatuonya nini? Inatupatia somo gani? Kwa hivyo usitukane mukunga na uzazi ungalipo. Hapa somo ni kama kukuambia wewe usiambie maneno mabaya kila mtu ambaye anakupatia huduma wakati huo, kila mtu ambaye anakuhudumia wakati ambao hajamaliza kukuhudumia, usimtuke, usimwambie maneno mabaya, kwa kuwa ukimwambia maneno mabaya, ukimutuka yeye anaweza kukunyima huduma yake, anaweza kukunyima service ambayo unamuomba. Kwa hivyo usimtuke, usimwambie mabaya. Tutachukua mfano fulani, ukienda kuomba huduma fulani katika, katika ofisi ya kiongozi wakati ambao huyo kiongozi angale na kupatia service, wakati ambao huyo kiongozi angale na kuhudumia, nyenyekea mbele yake, kuwa na maadili mema, kuwa na tabia nzuri mbele zake. Katika maneno yako yachunge vizuri, yachunge sana, usimwambie maneno mabaya, usimutuke, hata kufanyia nini, hata kuambia nini, wewe usimutuke ikiwa unataka kuchukua, ikiwa unataka kupewa service nzuri. Ikiwa huduma ambayo unaitaka unataka iwe nzuri, usimtuke usimwambie maneno mabaya, kwa kuwa ukimwambia maneno mabaya hataendelea kukusaidia, hataendelea kukupatia huduma. Kwa hivyo usitukane mkunga na uzazi ungalipo, methali hiyo inaelekea kwa hizo huduma. Huyo kiongozi ambaye anakuhudumia anafananishwa na mkunga, kwa kuwa yeye anakupatia service na mkunga anapatia service kina mama, na huyo kiongozi wewe anakupatia service. Kwa hivyo service ambayo anakupatia ni kama uzazi, wewe uko katika hali ya uzazi wakati huo. Kwa hivyo usimtuke. Ikiwa unataka kumutuka, subiri amalize kukupatia huduma, akimaliza ukaondoka ukitaka mutuke, lakini pia simaadhii mema Sio tabia nzuri kumtuka kila yeyote, hata awe amemaliza kupatia service fulani. Usimtuke na kuonya. Kwa hivyo, lakini cha umuhimu kama funzo la methali hii, wakati ambao huyo mtu anakusaidia na kupatia service, usimtuke, kwa kuwa ukimtuka hatakusaidia, pia hataendelea kukusaidia. Kwa hivyo, usitukane mkunga na uzazi ungalipo, katika machachi kama samari maana yake ni kukuambia wakati wowote ambao mtu anakupatia huduma fulani, wewe usimwambie maneno mabaya ili aendelee kukusaidia. Ukimwambia maneno mabaya, ukimwambia matusi, ukimwagia matusi, atakata, atakata kukusaidia, atakunyima huduma ambayo unaitaka. Kwa hivyo subiri akusaidie, wewe unyenyekee mbele yake, uwe na maadili mema ili aweze kusaidia, aweze kuchukua ambacho nataka. Hilo ndilo somo ambalo linapatikana katika methali hiyo, usitukane mkunga na uzazi ungalipo. Kwa hivyo wanafunzi wa shule za sekondari, raia wengine na kila yeyote ambaye anapenda lugha ya Kiswahili. Sio kupenda lugha ya Kiswahili tu, hata unaipenda ama usiipende katika methali hii kuna funzo, kuna somo fulani. Ukifuatilia hiyo, ukifuatilia mafunzo ya methali hii, utafaidika utanufaika katika dunia, utakuwa na maadhiri mema mbele ya mtu ambaye anakusaidia, nakusaidia. Washukuru sana kunitega masikio. Kingine ambacho naweza kuwaomba wewe ukikumbwa uki na shida fulani kuhusu methali yoyote usi, usi, usisite kuniambia niambie, nikusaidie kufafanua methali hiyo. Ukiwa na methali ambayo inakushinda kimaelezo, niambie, nikusaidie. Kingine, bonyeza subscribe, bonyeza like, shirikisha wengine wenzako, rafiki zako, ili waweze kuchukua maelezo na mafunzo kupitia kazi za kifasihi. Usipobonyeza subscribe hutanisikia tena, Nita upload kazi zangu, wewe hutaziona. Wengine ambao wamebonyeza subscribe wanaziona kwa wakati, nawe jaribu kubonyeza subscribe, like, share na comment, kiwa haina, haina tatizo kwako. Kisha tuendelee kuwa pamoja, nifuate, niombe msaada kuhusu kazi za kifasihi na mambo mengine ya Kiswahili, nitakusaidia. Ukiwa na nyongeza fulani, usisite pia bonyeza katika comment uandike nyongeza zako, ushauri mwingine ambapo naweza kuboresha, kwa kuwa hakuna mtu mkamilifu duniani. Hakuna mbi, hakuna bingwa katika kazi fulani, katika kazi yote hakuna bingwa, kwa hivyo